Tuko majira ya saa sita saa za Afrika kati, ikiwa ni saba majira e, ya Afrika Mashariki kama unavyojua, tuungane na mchambuzi wetu kwa ajili ya kuendeleza hizi harakati za pamoja e, karibu sana huku. yes, yes, yes. Ni kwema huku ni kwema e, <coughs> Kule vipi? Salama. Ah, huko salama. Tuko Mbembe Kilimbembe. Eh, Mbembe Kilimbembe, mukide mukide. Mbembe, mbembe Kilimbembe, mambo mukide mukide. <coughs> <coughs> kama ni kama mbinguni, mukide mukide wate kama ni basi. Ah, wadu banao bwana. Nasema <coughs> <coughs> <coughs> eti ya haraka haraka ndio vinatuliza moyo. Eh, kama ni kweli tutawauliza. Eh, tu <coughs> eh walugwa <coughs> Waluba ndo watatuambia hizo mambo zao hizo. Atatuambia. Mm. Vipi kwema mambo mengine? Uh, mambo mengine nisikilize kwanza, kifungwa kinywa chako. Kuna nini? Bana, mambo ni mengi, muda mdogo. Mhm. Mm, mambo ni mengi, muda ni mdogo. Naona njama njama waliopanga kama waliopanga wajamaa ishirini na mm, tatu sasa. Bado kwanza mimi ni maswali leo mm, hivi -hmm, hawa jamaa walivyotimuliwa pale New York <laughs> walioandaa wa kikao kile ni wa Kongo au ni wazungu hawa jamaa? Watakuwa walitaka wali kupita mlango wa nyuma wao wenyewe bila wengine ku kuwahusisha kuna watu wao, kuna watu wao ambao wako uh, wako Ufaransa ndio wali waliwaingiza mkenge, wakafikiria kwamba watafika watapata ile access, lakini mwisho wa siku wakajikuta wanatimuliwa, ah kwa sababu yeah. walivyokuwa wanamwoji yule jamaa kichwa mviringo mwendi kwa na upaa kama airport mmm <laughs> wakawa namwoji sasa, akawa ni kama oh akawa anapiga kelele kusema kama bwana, ubaguzi wakanitizama tu. Sasa mimi nikaanza nika kumuuliza, aliyomtizama mule ni Mkongomani au ni mzungu? Sasa wao wanakuja bila utaratibu, watapokelewaje kule uh, kwenye, kwenye, kwenye vikao vya uh, United Nations? hawawaliki <coughs> <magaidi. coughs> hawawaliki wazi Bwana <laughs> so, so, vitu vingine bwana bila chekesha bwana. Mashabiki. Sawa, yeah. mashabiki. Ah, bwana vitu vingine. Kaka unacheka. Sasa wewe muasi, yeah, unaenda kuvikao vikao vya nationalism unaenda fanya nini? Unaenda reklame yani nini? Havi <laughs> waruhusu hata kidogo. Yaani hivi eh, unajua ulimbukeni ndio ulimbukeni ule. Yeah. Sasa kiherehere eh, chao kimewaponza na ile imeweza kuleta kuleta kuleta hisia tofauti sana, na inaeleweka sasa. Um, jana jana kuna watu ambao wako wanataka sasa wasikilize, ambao tulianounsi tuli, yeah, tuli jana eh, mimi, yeah, mimi nitaanzia kwanza hapa mwaka wa elfu moja mia tisa na sabini na tano sabini na sita ndiko kulitengenezwa jina Banyamulenge, na hili jina lilitengenezwa na mtu anaitwa uh, Gisaro Leper pamoja na um, uh, uh, mtu anaitwa alikuwa direkabi wa Mobutu uh, Bisengima, na mtu uh -huh, kama huyo, na baadaye wakawa wanamwomba uh, Mobutu awapatie uraia wa pamoja eh? yaani wote wajumuishe kwamba wote ni raia wa pamoja. Baadaye uh, Mobutu uh, alivyokuja sasa kukaa mmm, akafikiria akasema, hapana, mbona hawa ah, watu kama wana wanataka kunipanda hivi. Sasa alivyokataa, ili jina likakufa, la manyamulenge likaja kusikika tena mwaka wa elfu moja mia tisa na tisini na sita wakati mzee Laurent Desire Kabila anakuja na AFDL Wanyarwanda, wa Somalia, wa Eritrea, wa Ganda e, Watanzania walikwemo ndani e, baadhi wachache wa Kenya walikwemo ndani na walivochukua wa, wa, wa, wa nchi ndo tena jina la Wanyamlenge sasa likakuwa. Na mpaka leo wanatumia jina Wanyamlenge na wanalihalalisha kwamba ili jina ni la kwao. Tuanzie hapo, kama uko na ya kuanzia nyuma ya hapo, unaweza kuanzia hapo. Aa, ni kweli haujakosea mm, ila tu hawa watu baada ya kuletwa hapo mrengi ni kama ulivyoongea, na baada ya kuletwa wabembe, wabembe, narudi mara nyingine tena, walikuwa ni watu wa kwanza kuwakataa mm. Anasema, yaani ni kama hivi Putin anavyokataa na watu kuja karibu ya Portland. Poland. Mm. Samani, zamani eh, anasema ni tishio iliwakataa mapema sana, iliwakataa Mbembe. Mimi kwa ng'ambu moja mbili, ni, ni watu wanakuwa na maoni. Ndio maana sasa unaona yani sisi wakogomana, unaweza kawa na kitu kizuri unakitupa, alafu mwingine anakiokota kile kile anakitumia vizaa vizuri na anakilinda. Mfano mmoja Mbembe eohuu tuambiana ukweli mbembe, kutetea leo kwa ajili ya niya nchi ya Kongo, zamani sana, point yangu iko hapo hapo mm. Baada ya kutetea walitetea sana kwasi kwa sababu ya la, ya kusema ni, ni, ni waasi au wanataka kupindua serikali eh, eh. Ila tatizo ilianzia pale wakawaambia bwana watu sisi hatuwataki wakasema hapana, hawa ni wakimbizi, watakaa hapa muda wa siku, wataondoka. Lakini walianza kujazana kama nzige. Pembe mm. hakuweka kichwa chini. Baada ya kuona ile vuguu ikaendelea, mugutu mugutu akaona kama huu moto siwezi kuuzima tena, alichokifanya ni kumuhusisha Mwando Nsimba. Mm -hmm. Mwambia bwana nenda e, ukaongee nao nenda mm -hmm. ukaongee nao uwasikilizisha kama wale watu pale utawaondoa, uone kilichofanyika. Mwando akaenda. mm -hmm. Walivyokuja ni kweli, aliwafata msehemu kwenye ambao walikuwa wanaishi Wabembe, akaongea nao akamwambia sawa, tunakusikia ila tunaomba watu hapo watu walichokifanya ni deplacement wa deplace, wakawatoa pale Murenge wa nusu, wakawapeleka Kalemi. Mm -hmm. Chwa, wakasema awatu, wa nusu wakawapeleka Kalemi siwaembe haa, watu wanaanza kuhamishwa kupelekwa hapa, watakwisha kumbe, limebwaga tu pale, wakawapeleka Kalemi, sehemu inaitwa Viura moba kule moba moba kule wende wa watu wajui historia hii, hawa watu wanavyokwenda ni kama mm. hivi leo Wamasai mm. wa Kenya wapo wanaingia lugumbasho wanahuzisha masou, watu wanapuuzia, watu wanapuuzia weweko <laughs> mkujazana, muda wa siku watajijaza, hakutakuwa mm. namuna control tena, watakuwa Wamasai wengi. hawa sio Wamasai wa Tanzania wa hawa ni Wamasai wa Kenya. What? sisi na Wakenya hatuelewani nao ashi kusema a, a, Ruto wame tupingiza mkenge Ruto wali ni Wakenya na, na ni magaidi wa eme ishirii na tatu hivyo, bada na wana ma... chochote wanachokifanya haiwezekani, yeah. mwa ile mikobeo mikobeo yao ile ya magurudumu ndo mupatikane pesa ya kulipia kodi. Hiki kitu serikali haijaingilia bado ha, tayari hicho kitu tayari tushakizungumzia. uh, uh, tusha hivi hapa nikwambie, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nivuo ya Uvira tulikuwa na Wamasai lakini hivi washapotea Kalemi. Yes. Pia walikuwa na Masai. Eh, baada ya kulizungumza sana wamepotea. Ndugu Mbashi. Haya. <laughs> <laughs> Ndugu Yes. Yeah. Ah, tuendelee. Mbashi wanakuwa huko. Mbashi. Eh, eh, sasa turudi mm, kwa point. Walivyotolewa pale wakapelekwa wengine Kalemi. Vyura. Pale ka Moba. Eh, Vyura. Moba. Eh, Moba. Uko. Pale Kalemi waka wa, yani pale wakaona utiti pale, utitivi wakaanza kujazana. Na wakabadilisha jina, wakajiita wa, wanyavyura. Wakaji Nah, kumbe mzee wangu nisiende sana kumbe kila kitu najifahamu <laughs> uh -uh. Wakajita wana vyura na wengine wakajita wale walikuwa wanakaa ngambu sehemu ya pili, wakai, wakaita kama wana kama sijui kabale mm. sijui majina wenyewe, wakajita, wenyewe wakajipanga sababu ilikuwa vyura iko hivi, ngambu ya pili pale ndiyo walikuwa sehemu wanaita kama ni kabale, wakaji ni majina sababu wenyewe ni wa kwanza eh, kujipanga majina sasa. mm. hawa watu walibaki pale wakaanza kuzaana, baada muda wa siku wakaanza kuingia mumaarume mm -hmm. Kilichotuponza sana, kilichotuponza walionekana kuwa kama wasaidizi wa serikali mm -hmm. na kuonekana kama ni waadui wa serikali ya Rwanda kumbe, mm -hmm. hapana. Hmm. Kumbe hapana. Kumbuka Nyerere iliyofanywa Tanzania, Wabembe walisaidia kupigana sana ile vita ya, ya, ya, ya nani uh, ya Majimaji. Mm. ile akakera ta alikujaka kufamia eh, eh, Wabembe walikuwa na mchango mkubwa sana eh. Mchango mkubwa lakini, baada ya ile vita uh, Nyerere aliona kama watu isiwapoteze akawatafutia maeneo na eneo waliopewa ni Sumbawanga Katavi, kuanzia Wapembe, Msamba, Kalungu mpaka Sumbawanga Katavi, kule kote ni Wabembe, sehemu ya Wabembe, Nisembe, Wabembe. Mm. kule wakaanza kule wenyewe wakajipanga, wakasema sisi ni Wafipa mm. wakaanza kujiita Wafipa, wengine wamoja wakaondoka wakaenda wakaanza kuitwa wamanyema Tabora, wakaenda kungana ungana mpaka leo, miaka na miaka wako pale yeah, na wabembe wengine wabembe na wabembe na wapo, kuna kabila la wabembe Tanzania wapo uh -huh. wa wabembe uh -huh. na ndio waliokuwa na mganga aliokuwa navuka kutoka Tanganyika na kutoka Tanzania kwenda Ubembe, chukua mazingaongwe na kuuikweni lungwa nak mm. ilikuwa ni ajabu sasa hawa watu walivyoendelea kuzaana Kagame akaona na nafasi ya kuwatumia mgongo. Hapo tu shida ilianzia hapo. Sasa eh, shida ilianzia hapo, akaona na nafasi akasema, kwa nini tusiwatumie haa watu mbele? hmm. Walikuwa vizuri tu, safi sana, ijapokuwa walikuwepo kwa wakati wa Mubutu walikuwepo ila hawakuwa wanamiliki kama hivyo walivyomiliki wanavyomiliki sasa hivi mm. kagame alipoangalia hiyo potini darasa kwa nini nipoteze na mpaka sasa hivi nipo naongea na wewe hapo kagame, kagame yupo anawatumia na hawana faida yoyote mm. hawana yeah. faida yoyote kabisa yoyote hata ukiwauliza wenyewe mnagombania nini mnafuya nini hawana faida yoyote Kagame akawatumia. Kwa ufupi, hakuna mwenye asiojua historia ya kwetu mpaka hapa tulipofikia. Sasa hawa ni wenye Rwanda kama wakimbizi walioingia Kongo, hawakubebwa mm. Rwanda kama vile mablaki wa Amerika tuseme, hawa ni, ma, ni, ni maslave. No. hawa waliachwa pale kama walivyoachwa wa manyema Wamanyema wachwa pale Zanzibar, sababu wa Wamanyema walikuwa na bebu wa Tanganika kalemya watu a wakati wa uarabu mm. sababu ukoloni walioanza ukoloni ni Waarabu, walivowacha wakawacha pale ndo wakaitwa Wamanyema ni Warabu mm. waliwachaka waka pale. Wa wali pale wakati ukoloni ulivyosimama hawakurudi tena kungu, wakaishia pale wakaishia pale sasa. Hawa waliingia kialali kama wakimbizi wakaletwa kama wakimbizi mm. kama vile manyarugufu makambi yoyote nayo kuwa kama vile Malawi. Huko kwa hiyo utaratibu, mm. utaratibu haukuwezekana. Kwa mfano mmoja tuleta utaratibu kama ukuwepo Kagame na Kikwete ni watu wenye ambaye waelewanaki sana. Kikwete aliona mbali baada inasumbuka na hawa hawa. Alichofanya Kikwete ni nani, ni nini? si aliwafiegelea mbali, aliwafukuza wote, aliwafukuza wote na kuanambia mlipita bila chochote na... haya ondokeni. Na kuna kauli ya Kagame akasema kwamba yeye ana watu wake mpaka ndani ya jeshi la ulinzi la Tanzania, yes makanani. Na baadaye akasema walikuwa m... wanshaingilia sana. Zitto Kabwe Zitto Kabwe aliwahi kuongea hicho kitu. Anasema hawa watu wapo kwenye serikali yetu, ndani ya serikali. Kikwete, ilibidi aanze mchakato wa kuwasaga ndani ya serikali, mm, kuwatoa, kuwatoa sana. Lakini sisi tuliwapa ani, tuliwakumbatia. Sasa uh, hapa kwa, o, o, kwa hii historia yote inaeleweka sasa ugumu wetu sisi uko wapi, ili kuweza kuondokana na hili tatizo? Kwamba e, wao tunawajua jinsi walikuja na mpaka Felix na Elicha kwamba atakwambia o, libanyamulenge na anabaita banyamulenge sesonde kongole me anajua kwenye walitokea, lakini kwa kulingana na siasa biko nafanya mama unafiki mmoja michezo ya, ya siasa yenye iko inakutesha ile maisha ya wakongomani ni nini haswa, ambacho labda tunaweza kufanya sisi wananchi na serikali, ili mkimbizi ajielewe kwamba ni mkimbizi na aishi kwa amani kama mkimbizi, na mwenye nchi naye aishi na amani kama mwenye nchi. Kipindi kipindi cha kuwafurumua ni kipindi hiki kenye tuko nacho, peni kuchafuka maji. Waswahili wanasema peni kuchafuka maji, ndio panao lobewa vile <laughs> <laughs> kama vntokama mm. Eh, kwa sababu nasema hivyo Tshisekedi alikuwa anaogopa lawama wa Marekani sababu tukisema Umoja wa Mataifa, Umoja wa Mataifa ni Marekani, hakuna Umoja wa Mataifa mm. Kama Umoja wa Mataifa ungekuwepo basi lawama mauaji nikupita kupita pale Gaza wangelaani, hawalaani kwa sababu ni Marekani. Ukisikia Red Cross ya Marekani, Umoja wa Mataifa ndo hawa, international ni hawa hawa Marekani ndo walianda Sababu tunasema Uingereza wote ni wa maskini wana wote wanadhibitiwa na Marekani mm. Sasa kwa nini nasema hivi? kipindi hiki Trump anafukuza watu waliishi Marekani miaka arobaini na miaka hamsini kuzidi kuendelea huko mbele, anawaambia it doesn't matter. hata kama umeishi miaka mia na isitoshe, kwa hiki kikao walikifanya, aliongelea tena anasema yoyote, hata kama umeshakaa miaka ukazekao, ni lazima urudi. Sasa na sisi ni kipindi cha kuwaondoa hawa, waondoke mm -hmm. Trump hatauliza, akiuliza na sisi tutamuuliza, wale unaofukuza kule marekani, ni mwanani likija swala la sisikot..., kipindi hiki ni kipindi hiki, tusichelewe, ni kipindi cha kuwafungua kabisa, huu muda waondoke hapa ni kila watu wabaki kwao, kila watu wabaki kwao. Tunaona historia wale wenye wanapelekwa ni Korea, wale walifukuzwa wale mpaka wa na wengine wana uraia, wale, ale, pelekwa, wengine walikuwa ni askari hapa Marekani, wote walipelekwa. Mmoja akasema mimi ile nini, citizen nilipoteza, lakini alipelekwa mm -hmm. Kwa nini sisi hawa wanaleta historia wa wa kuondoka. Kama hawataondoka, wasibaki pale Murenge. Hapana, wasibaki pale Murenge, ile ibakie kama vile kambi ya waskari, ibaki kambi ya wazalendo, sababu wazalendo ni waskari wa akiba, wabaki pale Murenge, ibakie kama vile kambi pale, waondoke basi hata huko Murenge kwenye Ba, basi hata mrengi wanapatikana, mrengi mrengi wenye wako mrengi, ni wafuliru <laughs> ni hili jina tu mrengi yes, ndio walikamata, lakini eh, wako maeneo sasa vile bibogovoko kuko kwa buma moyo pale eh, minembo kwa walianza kuona walianza kuona na wafuliru na wa nini, wakaanza kuwatukana wafuliru, wasema mwea mwezi kwao watoto wenu kuko mnakula wa ndege kama mwenye ajui hizo raha. Wafuliru ni manani, tunakumbuka hawa yeah, ni muda wa, wa kuondoa pale wa masharti kwa kupenda wasipopenda. Wakitaka kuishi kwa Kongo, waende wakae popote, wachangane na watu wengine, sio waweke wakae wenyewe kwa wenyewe. alafu anakuwa na hiyo nini, maamuzi kwa nchi za watu? hawawezi kuwa na hayo maamuzi. Hata Tanzania, hakuna hata nchi moja nyambayo watu wanaishi wenyewe hiyo kabila wenyewe. Hata Marekani hakuna hicho kitu, watu wanafanya wa, wa, wanaishi kwa mchanganikeni wa huku na wanakuwa na uwezo wa kufanya marenyo yao na komunote yao tuseme mm. mfano Wasomalia Minnesota, hapa walijaribu kufanya hicho kitu, walikutana na chamoto Marekani mm. walikutana na chamoto moto, walikuwa natafuta seneta wao kila kitu nini vitu vyao kule Minnesota kule, walichokutana nacho kule ni nini? Hakuna nchi hata yeyote yeyote haiko yoyote ni Kongo tu. Kwa hiyo mimi mm. ninachokiomba mm -hmm. kwa Wakongomani mm -hmm. siasa yeni kwenda na Tshisekedi ni nzuri lakini iko slow sana, kama alivyosema Mutamba mm. Rais Tshisekedi alishindwa kumwelewa tu Mutamba. Mutamba kufungwa kwake si kwa sababu ya pesa, niweke wazi, Mutamba anafungwa kwa sababu ya ile diskuru aliyoifanya ndani ya ile disku alisemaka kama kuna siku takuwa rais na guombea. Hii ilimupa Tshisekedi wasiwasi, na alivyozidi kuona kuwa na mashabiki na watu kumpenda, Tshisekedi aliona kama kuna siku huyu anaanza kanipindua, kuna siku huyu atakuwa mpinzani wangu Hicho <laughs> ndo kiliompeleka mule ndani hicho, okay. Mimi naamini ndicho, sio kusema alikula hela nini, ah. Lakini, mm. Na nini lakini na kuendelea, nadhani baba ni baba. Kuna siku ataona tu, atamtoa, maliza malizia mwisho mwisho hapo tu. Wenya Rwanda, wenya Rwanda wa pale kwenye wapo, maanake kipindi ki hii tuko na vita, hiki ndio kipindi ya kusema kabisa hivi wameshasambaa kama, kama shafu mm, na ndio kipindi ya kuwa wasambae kabisa pale, wasirudi. Asante sana na kushukuru kwa siku hii ya leo na kwa mada hii kubwa, nafikiri watazamaji wetu watafaidika sana. Mengine tukutanane kesho mida yetu ya popo kwa ajili ya taarifa zingine. Asante sana okay. Alikuwa ni mchambuzi wetu Saidi na nafikiri tumeweza ku, ku, uh, kuelewa hili swala hili swala limekuwa liko ni nzito sana. Hawa ndugu zetu sio kwamba uh, watu wana wanawakataa, hapana. Comportement zenye mko mnaafishi zinafanya watu wakuwe na mashaka na nyinyi elew. Haiwezekani kila mtusi yani, nasema kila mtusi leo mudunia yote ni kongole eske akwezi kuwa mtusi rwande mwenye aiko kongole? me venu vwa bebiko mwe M23. Baofise ba, ba M23 ni Banyarwanda, Banyarwanda ndo baofise ba M23 bebiko na, na, na, na pilote igeri e ya est ni barwande. uh, me mwepa, ba apa ba barefuge rwande enye mko najita Banyamulenge muku mnafia bure. Hamna interi yoyote mnayopigania hapa. Interi zote ni za Kagame na Rwanda. Lakini mwe mko na create conflit bure tu na Wakongole na mtajikuta kwamba eh, mnakuwa mko eh, mnatengwa na kila mtu mnasema si tunachukuliwa e, tunachukiliwa tunabaguliwa wakati ni akili zenu mbovu zinafanya mko hivyo. Kutumieni akili, achaneni na M23, achaneni na wenye Rwanda ili mweze kupata nafasi ndani ya nchi hii, na nyinyi angalau muishi kama inavyostahili mgeni mkimbizi kuishi, hata mpande ha, ha. Ujio wenu unajulikana, sawa, na lazima muweze kufuata kanuni na sheria za nchi hizi zinasema, ndio. No, niko kwa siku hii ya leo, mwingine tukutane majira ya saa tisa